Tuende mmoja kmoja tukaangalie hasa kile ambacho uh, mm -hmm. inakumbwa na ukanda wa Afrika Magharibi, yeah, Magharibi eh, mmoja kati ya ukanda ambao kwa mazama ma <laughs> za hivi karibuni mm -hmm. imekuwa na changamoto hasa ya mataifa hayo kuongozwa hasa kijeshi, na hii, ukijaribu kuangalia, mmoja kati ya kitu ambacho Marekani imekuwa ikichangia ni swala zima la uchaguzi mm -hmm. ndio. Kutokubali matokeo, matokeo mingi, Afrika, misingi, kwa, uh, Bissau, mm. uh, na tunafahamu baadhi ya mataifa mengi katika bara hili tukishuhudia kwa namna moja nyingine kama ambacho kimetokea kwa kule ilikuwa anakwenda kutangaza matokeo hapo kesho nani ambaye anakwenda kushinda, na tukashuhudia. Hii pengine ni ishara namna gani hasa kwa ukanda ule wa mataifa magharibi, lakini pia na tujaribu kuangalia uh, kwa Afrika, kwa ujumla kwa sababu baadhi ya mataifa tumekuwa tukishuhudia nyakati za uchaguzi kuwa na changamoto. Niseme bado tunakabiliwa na hali mbaya kama ukanda, lakini pia kama bara la Afrika. Kwa sasa hali inaonekana sio nzuri. Tunakumbuka hapa karibuni pia kilichotokea Madagaskar, ni vitu ambavyo vinafanana pia Nebibine, na, vinafanana vimetokea mm. kwenye uchaguzi, lakini yale ya uchaguzi ule ukaleta sintofahamu mm, na jeshi likachukua hatua mara moja, angalau kwamba haikutokea rapsha yake kwamba pengine watu kutokea vifo uh, kwa kiasi kikubwa hadi kutokea vifo kwa kiasi kikubwa, lakini tunaona lakini changamoto ile ilipitia kwenye uchaguzi, na niseme kwamba kwa Afrika sasa imekuwa ni kama ndo mtindo. Ni jambo ambalo inabidi wa watu wakae chini na kufikiria namna gani watabadilisha fikra na mitazamo, lakini uh, haki za watu zizingatiwe zaidi, lakini mifumo ijitahidi sana kuangalia Afrika inaenda kwa namna gani kufanya mifumo iweze uh, kutenda kazi vizuri, lakini Waafrika wawe na tabia za kukaa na kujadiliana, hususan viongozi wa kisiasa wajadiliane na wakubaliane namna gani bora ya kuendesha siasa za mataifa yao, ili mradi sasa moja kwa moja kuweza kuepuka ya mapinduzi ambayo tunakuwa tunayashuhudia mara kwa mara, ambayo asili yake yanapitia kwenye zile sintofahamu mm -hmm, za kutokubaliana baada ya uchaguzi. Lakini kwa nini, kwa nini huko

Niseme kwamba ukanda wa Afrika Magharibi umekuwa kama ni ukanda wa kihistoria katika swala la kimapinduzi. Kwa mfano Guinea yenyewe si mgeni wa mapinduzi, ni kwa muda mrefu imekuwa ni historia yake, kanda ile na Guinea yenyewe kama ni nchi. Kwa hiyo moja kwa moja ni swala tu ambalo limejirudia. Kumbuka nchi ambazo tayari zishazoea swala la kimapinduzi, inapotokea uh, serikali ya kidemokrasia ambayo moja kwa moja watu wameenda kupiga kura, ikatokea mm, changamoto kadhaa ambazo zimekosa majibu ya ndani ya nchi husika, masuala yale kuweza kujirudia inakuwa ni jambo ambalo uh, ni ngumu sana kuweza kuhakikisha moja kwa moja changamoto ile ya mapinduzi kutoweza kujirudia, kwa sababu tayari wao wana experience, walishazoea yale mapinduzi kuweza kujitokeza, au serikali za namna hiyo kulingana na changamoto zao ambazo zinaweza zikajitokeza kwa wakati husika mara nyingi sana mwisho, tunarudi katika haya ambayo yameweza ya, ya kutokea kule Guinea Bissau. Kwa hiyo huu ndo mtihani ambao moja kwa moja unaukabili uh, bara zima la Afrika maeneo kwa kiasi kikubwa, na mpaka sasa kuna hofu na kitisho cha namna hiyo katika mataifa mbalimbali, na niseme hili la Guinea Bissau itakuwa imeongoza kitisho kikubwa, ukizingatia kilichotokea Madagaskar hapo karibuni, lakini pia na kilichotokea Guinea Bissau mm -hmm. Hivi leo unaweza ukaona kwamba bado inaleta changamoto naayo, na kuna mataifa nayo yana changamoto nyingi ndani ya mataifa yao ndani eh, ya zile nchi za Afrika yanayoelekea kupiga kura hivi karibuni. Kuna wale watakaopiga kura mwaka elfu mbili na ishirini na saba wengine ni mm. majirani zetu kwa namna moja ama nyingine, na huko huko unaweza ukakuta kwamba kuna changamoto nyingi baina ya serikali iliyoko madarakani na upinzani, lakini baina ya serikali na changamoto za umma ambazo moja kwa moja mataifa hayo yamekuwa wanapambana nazo. Kwa hiyo bado kwa namna moja ama nyingine haki zitekelezwe na gani wananchi wanatumikiwa, uh, lakini pia kwa namna gani siasa zetu zikaboreshwe au wanasiasa wawe na uwezo wa kuja pamoja, mifumo iwe moja kwa moja mitengeneza wanasiasa waweze kukaa pamoja na kujadili changamoto zao, vikwazo mbalimbali, na kuweza kujua kwa namna gani kutakuwa na maamuzi sahihi katika mifumo na taasisi mbalimbali, haki katendeke, ili mradi sasa Afrika ibakie kuwa na mifumo ya uchaguzi iliyokuwa salama inayokubalika na wote kwamba kwamba mtu akikubali kwamba, uh, imetokea ameshinda, ameshindwa, uh, ili mradi kwamba haya moja kwa moja yasiwe kujitokeza kama vile ambapo inafika kipindi baada ya wanasiasa kutokubaliana, kilicho kutokea kule Gine, jeshi likaona kwamba huyu anasema ameshinda, huyu anasema ameshinda, na hii hali itapelekea machafuko, kabla watu hawajafa, hmm. jeshi likaona bora tuchukue nchi, kama vile ambavyo katiba ya mataifa mengi ya Afrika kwamba kazi yao kulinda nchi kwa namna moja ama nyingine wakawa wanachukua hilo jukumu mpaka pale hali ya kisiasa itakapokuwa imesetwa kukaa vizuri kwa mustakbali wa Guinea. Kwa hiyo hilo mm, ni swala ambalo bado imekuwa ni changamoto na challenge kubwa kwa Afrika miaka hivi karibuni, kwa kwa hiki ambacho tunakishuhudia mimi katika bara hili la Afrika yako baadhi uh, ya mataifa tatu tumeshuhudia yanaendelea kuongozwa kijeshi, afa Burkina Faso, Mali, Niger. Lakini na Madagascar pia kwa hivi karibuni lakini pia mm, na taifa hili mm, na yanavyoanza kama chutu, kama ambacho kimetokea utasikia, uh, pengine baada ya miezi mitatu watarudi katika mfumo ule wa kidemokrasia, lakini wakati huo huo hakuna uh, utekelezaji wake. Kinachoendelea ni moja kwa moja kwa makundi yale ya kijeshi kuendelea kutawala mataifa hayo. Tukiangalia kwa upana na baadhi ya mataifa hasa ukanda ule magharibi, na baadhi ya mataifa ambazo katika maeneo yale kuendelea kutawaliwa kijeshi, tunaenda kuiona Afrika ya namna gani hasa, na ikizingatiwa uh, mataifa makubwa pia yamekuwa akipiga kelele kwa mataifa ambayo yanaongezwa kijeshi yaendelee kulia katika mfumo wa kidemokrasia ya kufanya uchaguzi, lakini mpaka mataifa hayo mpaka sasa ya baadhi ya mataifa tumeshuhudia bado hajaenda katika mfumo huo, bado yanaendelea na na na, na, na, na tamaduni zao za kijeshi. Pengine tunaendelea kuiona Afrika ya namna gani kwa huko mbeleni tunakuelekea. So, ukipitia kitabu cha Philip Kotler alichosema kwamba Democracy in Decline rebuilding Rebuilding Its Future, kwamba demokrasi ipo katika anguko na inapaswa itengenezwe future yake. Philip Kotler kila kitabu ameeleza mambo mengi sana ikiwemo na kwamba uh, viongozi kutowatumikia wananchi na kuendekeza migogoro na kujinufaisha, uh, baadhi yao, sasa inapelekea hata mifumo kwa mfano kama hivyo jeshi mm. uh, kuona, kuona kwamba kuna watu wananufaika zaidi kuliko sisi sasa, nini kinachotokea na ikitokea migogoro pengine wananchi wanalalamika pia katika mambo kadhaa ya, ya, ya kijamii haendi ya vizuri. Kwa hiyo jeshi sasa, na wao wanajaribu kutathmini waliopo madarakani katika nafasi za juu, na wao nani ananufaika zaidi mm, ndio hichi ambacho moja kwa moja kinaendelea sasa. Nimekutajia kitabu cha uh, uh, Philip Kotler, uh, Democracy in Decline Rebuilding Its Future, kwamba hilo uh, kinachoonekana kwamba ni anguko la demokrasia katika bara la Afrika, lakini kwa nini anguko la demokrasia? Huu ni, ni, ni mfumo ambao kama nimekuwa naeleza mara kadhaa, ni mfumo ambao ndani yake sio kwamba unamnufaisha mwananchi. Ni mfumo ambao umetengenezwa kimazingira ya nje yakiangaliwa, unaonekana kwamba ni mfumo ambao unamtaja mwananchi, lakini katika uhalisia unamnufaisha yule anayepata madaraka anayebahatika kuwa rais anayebahatika kuwa waziri anayebahatika kuwa mbunge anayebahatika kupata cheo ndiye mnufaika wa ule mfumo mzima sasa kwa bahati mbaya katika machepuko ambayo yanaendelea barani Afrika kwa hivi sasa na uwepo wa sayansi ya teknolojia hmm. uelewa wa watu ume, ume, umekuwa kwa sababu dunia imekuwa kama kijiji na watu wanafahamu haki zao zimekaaje haya yote yanachangia kutokea kwa changamoto mbalimbali mbali. lakini pia ni umma kutotumikiwa vile ipasavyo, lakini tayari niseme kwamba bado tunarudi katika changamoto ya demokrasia kutofanya kazi kwa ajili ya umma na kufanya kazi kwa ajili ya wachache. Kwa hiyo inachochea ina, ina majeshi na baadhi ya vyombo mbalimbali kuweza kuingilia hii mifumo na wao kutaka kukaa madarakani pia kuweza kunufaika na yale ambayo yanaendelea. Pia ifahamike, kuna nchi zile ambazo zinaongozwa na jeshi, kwa mfano nchi za Afrika Magharibi yenyewe, kama ambavyo imetokea hiyo misali ngine. Tunaona moja kwa moja mafanikio yanayopatikana katika yale mataifa ambayo yanaendeshwa na jeshi, hatua ambazo zinapigwa. Kwa mfano kuna baadhi ya mataifa kama Burkina Faso mm -hmm, ripoti ziko wazi na hatua ambazo zinapigwa namna gani raia uh, wanaheshimiwa unaweza ukaona imekuwa ni miongoni mwa vivutio baadhi ya mataifa, lakini pia baadhi ya zile jumuiya kutofanya kazi zinazotakiwa, migogoro hii mbalimbali mba, mba, ya kikanda inayotokea, migogoro ya vita katika bara la Afrika na maeneo mbalimbali mba, mba, kutopata kutopata suluhisho na zile serikali za kidemokrasia zipo madarakani, haya yote moja kwa moja inapelekea haya yote kutokea na jeshi kuona kwamba kuna nafasi ya wao kuweza kufanya kitu, na kuna nafasi hata zile nchi zipo ambazo kama ni moja ya nchi zinazoonekana kama kiigizo kwamba jeshi pia linaweza likaongoza nchi na hatua za maendeleo zikapigwa katika kilimo, lakini hata kiulinzi na usalama mambo yakaenda vizuri. Kwamba kwa watu sasa wanabidi waangalie demokrasia imuhusu nani, viongozi wajitathmini. Demokrasia. Mm. Ije katika uhalisia kama ilivyosemwa, government of the people by the people for the people, au ibaki kwamba hii kuwa ni kauli kwamba ni kwa ajili yenu, lakini kwenye uhalisia ndo pale kwamba ukenda hospitali wewe una cheo gani, basi watu wanakuogopa, wanakunyenyekea na mambo yanaenda vizuri, lakini ni mwananchi wa kawaida, watu wanachati, wanafanya shughuli zao bado moja kwa moja niseme kwamba hilo linaweza likaendelea kuwa ni tatizo kubwa, na ndio maana tunaona baadhi ya mataifa sasa, viongozi wanarudi kwa wananchi kwa asilimia kubwa, na mwananchi anageuka kutaka kuwa mnyenyekewa mkubwa, ili mradi moja kwa moja kuhakikisha kwamba mambo uh, kidogo yanarekebishwa. Lakini niseme kabisa kwamba ni kufeli kwa demokrasia, ndio ndiko kote ambapo moja kwa moja yanatokea katika ukanda ule wa Afrika Magharibi, uh, yana yanaongeza yana yana yana chachu namna gani hasa kwa baadhi ya mataifa ama anatoa funzo gani kwa baadhi ya mataifa pembezoni mwa mataifa yale ambayo tayari mpaka sasa yanaongozwa kijeshi? Niseme kwamba inatoa funzo kubwa kwamba viongozi inapaswa wakae waelewane na, na siasa si ugomvi, si uadui Uh, wakae wajadiri, waiangalie mifumo yao ya uendeshaji nchi, lakini mifumo ya kupata viongozi mikaaje, kuondoa malalamiko ya wananchi, lakini wanasiasa pia kama ni viongozi katika mataifa mbalimbali mbali. Ili sasa mifumo ile iwe rafiki kwa wote, mifumo hii ya kichaguzi iwe rafiki kwa wote, ili mradi sasa kuepukana na hizi changamoto, kwa sababu hata wanajeshi wanasubiri tu, kwa sababu hata hao wanajeshi wanasubiri wanasubiri tu tu, ndio kinachoonekana kwa tafsiri, wasikie nani anasema vipi wamegombana kwa namna gani katika masuala ya, ya, ma, ya, ya uchaguzi, wengine waweze kuchukua hatua na kudhibiti nchi. Na ndio kile ambacho unaweza ukaona, uh, Guinea-Bissau ilikuwa kama inasubiri kuangalia, kwa nini hakuna mwafaka, huyu analalamika hivi, mimi nimeshinda, mimi nimeshinda, kwa hiyo pale hakuna mshindi. Nini kitakachojitokeza akitangazwa mmojawapo? Huenda hali itakuwa mbaya, huenda italeta vurugu mitaani jeshi tupo kama sisi ndio ambao tumebeba jukumu la kiusalama nini tufanye wakachukua hizo hatua kwa hiyo niseme kwamba mifumo uh, ikasomane vizuri watu wafate sheria pia lakini kuhakikisha zaidi kwamba wanasiasa wanakuwa kitu kimoja wazingatie maslahi ya taifa zaidi kuliko maslahi mengine ambayo yatakayopelekea moja kwa moja hizi nchi kwenda kwenye tawala za kijeshi